Magrupu ya WhatsApp na kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii uh, voice note na taarifa ambayo ilikuwa inaelezea kuhusiana na mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo taifa cha Dema na mzungumzia Freeman Mbowe kuhusishwa uh, kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na Wema Sepetu, sepetunga keki ya taifa au vipi? Na ikasamba pia voice note ambayo inasemekana ni maongezi yao kati ya Wema na mheshimiwa Freeman Mbowe. Sasa kama kawaida hizi nikajaribu kuchekecha huku na huku kuna huku nikampata mheshimiwa Freeman Mbowe. Ah, uh, yeye kwanza baada hizi taarifa kutoka, uh, kusambaa kwenye mitandao ya kijamii voice note yake na Wema Sepetu kuhusiana kwamba wapo kwenye mahusiano ya kimapenzi na vitu kama hivyo. Yeye ameichukuliaje? Ah, uh, mimi nina nina ninazichukulia taarifa za kawaida ya maji taka ambazo zina zinasambazwa taarifa ambazo zinatengenezwa, zina ukweli wala. Kwa sababu hizo taarifa si za kweli na simu yangu ya, ya mtandao inajaribu kufuatilizia kujua zimeorijine kwa nani, kwa sababu kuna taarifa nyingine nazipata, vilevile bado tunazifuatilizia kuhusu kundi ambalo limetengeneza uh, kwa makusudi taua, kwa sababu tukatika msiba tukatika maokolezo na ukweli utajulikana tu baada ya muda sio mrefu. Okay, lakini mheshimiwa, hii sauti ambayo inasikia kwenye hii voice note ni ya kwako, si ya kwako? najua tumegombana or rather tumepishana sometime I want to see whether it's possible for you to to fly into Kili kesho and, uh, so I can reserve my tomorrow evening mpaka um, sunday tukae to, tuzungumze to, to iron out our differences oh, i know you have been hurt and and i apologize and i'm sorry that Okay, kwa hiyo sauti ambayo inasikika hapa ambayo inadaiwa ni maongezi yako na Wema Sepetu sio ya kwako. Sasa sasa, sasa, baby if you, if you like if you fly into Kia like um, um, tomorrow early, early <laughs> tomorrow okay anytime tomorrow if you fly into Kia and then you fly <laughs> back I get you a flight to fly back into Dar like on Sunday morning would that be fine for you? Okay, labda pengine mnahisi ni mtu gani ambaye anaweza kufanya hivi vitu kwa ajili ya kukuchafua uh, kizu, mda, na chama pamoja? Ah, nikizungumza nitakuwa naharibu uchunguzi wetu, kwa hiyo sasa hivi hatuwezi kusema chochote. Kwa hiyo oh, oh, tunajulikana tu lakini. Okay, labda katika maisha kawaida ushe kujaribu kuwa na uhusiano wote na Wema Sepetu labda? Hapana, yule ni kiongozi uh, wa kijamii kwa maana kwamba wanachama wetu ambaye wanakaa hizi katika mazingira ambayo alijiunga na Okay, na baada ya hii voice note kutoka labda ushampigia kumwambia kilicho kinachoendelea? Hapana, sija. Niko kwenye msiba sasa hivi siwezi kubani kwenye vitu ambavyo havina msingi. Okay, na ishu ya nyinyi kunyimwa uwanja wa mashujaa unaizungumzaje mheshimiwa ambapo na hakika angekuwa marehemu ni mtu wa serikali au wa Chama cha Mapinduzi wasingefanya mambo hayo, lakini t tumelipokea kwa masikitiko. Tumejaribu kuzungumza na viongozi kwamba jambo hili sio jema, linaigawa jamii, jambo hili linajenga chuki ambayo sio ya lazima. Lakini sawa, wenye mamlaka wakawakuamua kutumia nguvu na kuleta polisi uwanjani na a kupiga mabomu. Sasa tunasema kitendo cha kumwaga mweshimia mheshimiwa, nazungumzaji sasa hivi siasa ya nchi yetu inayopelekea kwa kitendo kama cha juzi ya uh, John Mnyika kutolewa bungeni. Mheshimiwa Mnyika alionewa kwanza na spika, akaonewa na askari, akabadilishwa uh, ile mwakilisho ya watu, ni kiongozi wa chama naona sasa, uh, mambo haya tumeyazungumza kwa muda mrefu, yanaendelea ndani ya bunge, yanaendelea nje ya bunge eh, yanaendelea katikati ya jamii na, uh, mwisho wa siku yanajenga uh, yanajenga tofauti katika jamii, yanajenga gawa Watanzania, yana na jambo ambalo tumelikanya mara nyingi, lakini naona wenzetu upande wa pili wameamua kuendelea.